Mimi naanza na mambo ya samba ya Mheshimiwa Raila Amoro Odinga. Raila Amoro Odinga ako na haki ya kutoa samba yake kwa serikali, na mimi na wabili wa Kenya wote, na sisi tupeka samba yetu serikali tucengee enacengea Raila Amoro Odinga, kwa sababu na sisi ni Wakenya kama Mheshimiwa Raila Amoro Odinga. Na sisi Wakenya tuko hapa chenye kinatuumiza Kenya hii ni kuona kodi yetu tunatoa inachangia mtu binafsi. Kwa hiyo nataka kuambia serikali hata sisi tuko na samba. Sasa unasema Mheshimiwa Raila anatoa samba ya affordable house. Kama hiyo yenye imechengwa ya serikali kupata ni ngumu, ni ya Raila utapata kweli? Yenye kuna na maji imechengwa hatutapata. Lakini ya mtu binafsi utapata kweli? Ndio tunawaambia serikali ya Kenya hapo inatumia wananchi wa Kenya vibaya, inatumia resources yetu vibaya, na sisi wa Kenya tumekasirika. Mambo ya kuomba msamaha, inataka kuambia Mheshimiwa wa Ruto saa hii, acha mambo ulioma, jitokeze saa hii, uombe wa Kenya msamaha, Mukenya uombe msamaha vile inahitajika. Hata Biblia inasema kenye kimekubalika hapa chini kinakubalika mpaka huko juu wa Ruto tulikataa, na hivyo hata juu inakataliwa. Kwa hivyo mwsimi wa Ruto ajue ajuenje, akomba msamaha kwa nchi yetu, kusema kumi bila break. Mwsimi wa Ruto kwa upande sawa wako sawa, kumi bila break, lakini sisi wananchi nchi tukiangalia sila tunapitia, tunasema rais, uko sawa kume bila bureki, kwaenda sogoi, kwa sababu sisi wananchi wa Kenya sahihi, tuko imara, hatutanganyiki tena, hata ukisema aje uwewe upende usipende, enda sogoi. Kitu ngine mimi nataka kushauri mheshimiwa Ruto na nasema na tunaomba watu wa serikali wakikuja wao wengi zaidi, kwa sababu kwa ajue ni sawa, ni sawa ikifika mwisho bado watu wote wamechoka, aende nyumbani. Na wa Ruto, afadhali sisi akosi takuambiango kweli, watu wa serikali wanakudanganya, ndio maana wanafanya vile wanafanya, wananji wanakasirika kwa hivyo tunataka kusema, wananchi wa Kenya, msidanganywe msidanganywe raundi hii. Atuangalie kitu kitu ya maana, mtu kwanza aende nyumbani. Asante. <laughs>